Sasa tuachane na nipe nikupe za kisiasa na kugeukia masuala ya kidini ambapo viongozi wa kanisa la ABC Silanga Mbuu eneo la Mukaa kaunti ya Makueni wametoa wito kwa waumini wa makanisa kushirikiana na viongozi wao ili kusongesha mbele huduma ya Mwenyezi Mungu. Wakizungumza wakati wa ibada ya Jumapili katika kanisa hiyo, viongozi hao wameeleza jinsi ushirikiano baina ya waumini na viongozi wa kanisa hilo umewezesha kuendeleza shughuli za kanisa hilo. Isaac Msioka anatuarifu. Ni katika kanisa la ABC Silanga Mbuu eneo la Mukaa kaunti ya Makueni ambapo Reverend Peter Kinyingi aliongoza waumini kwenye ibada ya Jumapili wengi tumepitia katika changamoto za kila aina, tumepitia katika changamoto za magonjwa, tumepitia pia katika changamoto za uchumi kuwa ni ngumu, pia tumepitia katika changamoto kama ajali za barabara. Haleluya! Yeah, yeah. lakini kwa hayo yote, nasema kwamba tusipe moyo. Pastor Beatrice Mutinda wa kanisa hili akieleza jinsi waumini wamekuwa wakitia bidii katika kanisa hili ili kuendeleza shughuli za kanisa mbele, akibaini kuwa idadi ya waumini imeongezeka kwa muda kutoka waumini arobaini na watano hadi zaidi ya mia. Na nilipata washirika arobaini na tano. Na sasa naona kanisa linaendelea na kukua kwa maana sasa naona washirika wameweza kuongezeka na nashukuru Mungu kwa ajili ya mahali ameweza kutufikisha. Nashukuru Mungu kwa sababu tunaendelea kuona uimbaji uh, Mukaa unaendelea na kuinuka kwa kutoka kwa kila kin, uh, kanisa ikifika to uh, uh, kanisa la Silanga Mbuu limekuwa kielelezwa kwa makanisa mengine. Dikon Mainga akieleza, ili kufanikisha haya wamekuwa wakishirikisha watu wa kila tabaka, ikiwemo vijana, wanakwaya, kina mama pamoja na wazee. Na tukaonelea ni yepi ambayo tutaweza kuyafanya, na kupitia kushirikisha kila mshirika kanisani, kushirikisha kila kitengo kanisani, tuliweza kushirikiana na kuweza kutembea kwa pamoja, na kila mmoja kujitokeza, ili tuweze kutembea safari moja. Na kupitia kwa njia hiyo ndio tukaona kanisa likiendelea kukua, pia maombi ya vijijini na pia mikutano kadha wa kadha na mafunzo ambayo pasto anaendelea kutufunza, inanjipeana kwa kazi ya Mungu kupitia kwa wazee wa kanisa na washirika wote wako na njia nzuri ambayo wanaendelea e, kukua katika neno la Mungu na wakanjua kufanya kazi ya Mungu kwa kutumia e, pile vitu Mungu amewambariki nao ama the resources. Isaac Musioka, Undugu TV.